Naam, karibu tena kwenye Gumzo Updates. Tunaelekea tena kisiwani Unguja, ambako hivi leo makamo mwenyekiti wa taifa wa chama cha ACT Wazalendo, Al Haji Othman Masoud Othman, amesema maendeleo ya kweli ya nchi hayawezi kujengwa kutumia mabavu, kuvunja amani wala kuchochea migawanyiko miongoni mwa wananchi, bali hupatikana pale haki, mshikamano na amani ya kweli vinapopewa kipaumbele. Alhaji Othman ametoa kauli hiyo leo Januari mbili, elfu mbili na ishirini na sita mara baada ya kujumuika na waumini wa Kiislamu katika ibada ya swala Ijumaa iliyofanywa kwenye msikiti wa asili wa Masjid Qadimu uliopo Bwejuu kaskazini mkoa wa kusini Unguja. Akiwahutubia waumini hao baada ya swala, Othman Masoud alikemea vikali tabia baadhi ya watu kuwa tayari kuvunja amani, kumwaga damu na hata kupindisha haki kwa ajili ya kusaka tu vyeo na maslahi binafsi. Alifafanua kuwa chanzo cha hali hiyo ni kukosekana kwa ulezi wa nafsi, uongofu wa kweli, na misingi ya maadili, hali ambayo imekuwa ikipelekea taifa kupata hasara badala ya kheri na ustawi wa kudumu. Aidha, makamu wa kwanza wa rais mstaafu wa Zanzibar alisisitiza umuhimu wa kuirudisha na kuitunza heshima ya Zanzibar, akisema kuwa amani ya kweli iliyoasisiwa na wazee wa zamani lazima ilindwa wa kudumisha akhlaki njema na mshikamano wa kitaifa. Aliongeza na hapa namnukuu. Laiti wananchi wangejua thamani ya nchi hii, wangeilinda kwa heshima kubwa. Wapo wanaotamani machafuko yatokee ili wanufaike na matashi yao binafsi. Mwisho wa kumnukuu. Kwa upande wake, khatibu wa sala ya Ijumaa Shekh Ali bin Muhammad aliwataka waumini kuwa na imani ya kweli na kuacha vitendo vya khadaa, akisema ni jambo la kusikitisha kuona watu wanaohubiri amani hadharani, huku faraghani wakipanga hujuma na machafuko. Sheikh Ali aliongeza na hapa na mnukuu: haya siyo matendo mema wala akhlaki za Kiislamu. Kiburi na khadaa havia nafasi mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwisho wa kumnukuu. Ibada hiyo imehudhuriwa na viongozi mbalimbali mbali wa dini na kisiasa, akiwemo mwenyekiti wa ACT-Wazalendo jimbo la Paje Bwana Ali Dawa Simai pamoja na katibu wa vijana wa chama hicho mkoa wa Kusini Unguja Simai Khatib Njiwa.